Kuna mtu kadri anavyozidi kuwa prayer warrior, anavyojifunza zaidi kuomba masaa ya kuomba yanaongezeka, idadi ya siku za kufunga inaongezeka, ndivyo ambavyo ni kama Mungu anakimbia kutoka kwenye maisha ya huyo mtu. Kwa nini? Kwa sababu kadri ya huo uwezo wake wa kuomba na kumtafuta Mungu unavyoongezeka, ndio ambavyo ameanza sasa kutegemea huo uwezo wake wa kuomba kuliko ambavyo anategemea neema hajibu kwa sababu tumefunga, anajibu kwa sababu yeye ni mkarimu. Hajibu kwa sababu tumeomba masaa mengi peke yake nono, ni kwa sababu yeye ni baba mkarimu, yuko tayari kujibu. Kama asingekuwa tayari, hata ungefunga miaka kumi mfululizo, maombi yako yasingekupa kitu. Unamkumbuka mtoza ushuru na mfarisayo walioenda mbele za Mungu kuomba? Mfarisayo alipotokea mbele za Mungu akaanza kuzielezea sifa zake kwa Mungu na hakuwa nadanganya kwa sababu mtu hawezi kudanganya mbele za Mungu. He was telling the truth. Cha kwanza, anasema Mungu, ninakushukuru kwa sababu mimi sio kama yule mtoza ushuru. Error number one. Kwa nini umejipimanisha na mwingine? Kila wakati unapofikiri kwamba wewe unastahili zaidi ya mwingine kwa sababu wewe umefanya yaliyo sahihi zaidi yake, huko kufikiri kwako kuna yafanya uliyofanya yaliyo sahihi yasiwe na maana. This guy ni kweli hakuwa kama yule mtoza ushuru tu mimi nafunga mara mbili kwa juma. Yule jamaa hafungi. So unamuona jamaa alikuwa ni prayer warrior. Ila sasa ule uwezo wake wa kuomba ndio unamfanya asimame mbele za Mungu kwa kujivuna. Ukianza kuhesabu uwezo wako wa kuomba kama ndio qualification ya wewe kusikiwa na Mungu pekee huko mahali pabaya. You remember yule mtoza ushuru alivyotokea mbele za Mungu. Maana anasema hata kuinua kichwa chake mbele za Bwana alikuwa anaogopa, akainama namna hii, anagongagonga kifua chake, anasema Bwana unirehemu mimi, unirehemu mimi. Na kwa sababu alidhani kuwa hastahili, Mungu akamkubali, akamkataa yule aliyedhani kuwa anastahili.